Na bila shaka tunatoa shukrani na kongole kwa walimu wote kwa kazi kuntu ambao wanaendelea kufanya. Sasa tugeukie maswala ya kisiasa ambapo rais William Ruto amewasuta viongozi wa upinzani kwa kuendesha siasa duni za chuki siku nenda siku rudi, hali ambayo anasema inalemaza miradi ya maendeleo nchini. Rais ambaye amezungumza katika kaunti ya Meru amesema wakati huu ni wa kuwafanyia Wakenya maendeleo na wala na wakati wa siasa utawadia. Amewataka Wakenya kuarifu maafisa wa polisi iwapo wataitishwa fedha hospitalini kwani serikali imegharamia matibabu kupitia bima ya SHA. Fred Wambua na taarifa hiyo. Viongozi wa miungano ya kutetea. Viongozi wa upinzani na mrengo wa Kenya Kwanza wanaendelea kukwaruzana mabega wakati ambao tunaelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Mishale ya kisiasa kutoka pande zote mbili ikiendelea kupaa angani kila upande ukitoa ulinzi wao angalau wasizame kabla ya uchaguzi mkuu kuadia. Leo hii Rais William Ruto akisema upinzani haufai kuchaguliwa kwani hauna sera za maendeleo. Kama mtu hana sera, hana mpango, hana ajenda, hana vision, huyo ni mtu ya kuchaguliwa kuenda mahali popote? Kijaribu kuwasikiza ile wanasema hakuna. hawasemi barabara, hawasemi stima, hawasemi vijana wapate kazi, hawasemi chochote. Kazi yao tu ni hewa kuongea mambo ya bure, na hivyo ndio vyo Kenya imechelewa, nchi zingine imepiga hatua ya kwenda mbele Sawa natupigia kelele barabarani kutuambia sijui nani atakuwa nini. Wao ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Si nyinyi ndio mtaamua ama namna gani? Na mtaamua kulingana na ile kazi mtu amefanya. Kama ni mtu ni panganga tu, mtu ya kuongea hewa, sijui kazongo, sijui nini masguu, ajui barabara inajengwa namna gani, hajui kanisa inajengwa namna gani. Rais akisema viongozi hao wanaendeleza siasa duni za chuki kutoka Jumatatu hadi Jumapili. Ndio maana taifa la Kenya bado alipigi hatua kimaendeleo kama mataifa mengine yaliyokuwa. Ndio hii Kenya imeangaika siku mingi kwa sababu kuna watu hawana kazi ingine ya kufanya, kazi yao ni siasa, asubuhi mpaka jioni, Jumatatu mpaka Jumapili, mwezi baada ya mwingine, Januari mpaka Disemba. Mimi nawauliza ndugu zangu wa Kenya, kura ni 2027 si ndio? hapa katikati 2025, 2026. tufanyie hawa wananchi kazi jameni. tutoe Kenya kutoka ile third world ya watu maskini, tupeleke Kenya first world, mahali nchi kama Korea, mahali nchi kama Singapore ziko na walianza kama vile tukiwa pamoja 1963 hapa katikati sisi kama viongozi ndio tumeharibu nchi na siasa duni ya chuki na ukabila na migawanyiko na maono fupi na maono ambayo hayana maana. we need to raise our game as the people of Kenya. Watu wa Kenya. Aidha amewarai wananchi kwamba wakati watakapoenda hospitalini na kuitishwa pesa, hatua ya kwanza ni kuita maafisa wa polisi kwani serikali ya Kenya imegharamikia malipo hayo na sio vema kuwalaghai wagonjwa. Mtu akikuuliza pesa, itisha polisi kwa sababu, waambie serikali ya Kenya tayari ishalipa pesa ya kutibu wa Kenya Outpatient. Kwa all the hospitals, hospitali ya serikali, hospitali ya kanisa, hospitali ya private. Na hapa Meru, in the last one year tumetoa pesa, tumelipa hospitali ya county, tumelipa hospitali ya kibinafsi, tumelipa hospitali ya mission shilingi bilioni mbili na laki tatu 2.3 billion shillings has been paid to hospitals in Meru county for treating The citizens of this county. Na kwa hivyo, hatutaki kulipa pesa kwa mahospitali na kwa njia ingine wanachukua pesa kutoka kwa wananchi. Fredrick Wambua, Undugu TV.